Nimekuja kwa ajili ya ku- nilisema mi mwenye ku update taarifa zangu, lakini kaambua kwa utaratibu inabidi niandikishwe upya. Nashukuru zoezi limekwenda vizuri. E, mimi kwanza nimpiga kura toka mwaka 90 e, na sijawahi kukosa kupiga kura, lakini e, mwaka 2020 bahati h bahati mbaya na kazi za e, za watu nje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 <laughs> hivi nilivyo. Kwa hivyo, lakini nilipouliza, nikaambiwa kwa utaratibu kila baada ya miaka kumi na tano e, tume ya uchaguzi wana update e, daftari na kwa hivyo itabidi e, kwa sababu hii inabidi niandikishe tena, lakini si kwa sababu e, sikuwa mpiga kura. Nilikuwa mpiga kura, nilikuwemo kwenye PVR, na nilikuwa na, na exercise hiyo ya kupiga kura.